Oh, Yesu sio mujinga. Yesu kukumagisi ulivyo mama. Bwana Yesu asifiwe, ndugu katika Bwana, ambao unamwona hapa ni mjakazi wa Bwana au mama Moses. Haleluya. Ah, nimekuja kuongea na wewe mjakazi wa Mungu ambayo unapitia changamoto za maisha. Nafika wakati unakata tamaa, unataka kurudi nyuma. Nina ujumbe huu kwako. Ningeomba tu nitege sikio na ufungue moyo wako. Najua na, na, nafikia wakati unataka kuiacha kazi ya Bwana, lakini na neno hili la faraja kwako. Najua kuna wengi wanapitia ma depression, wengine wanapitia uchumi kushuka, kupungukiwa kiroho, kutaka kukimbia kazi ya Bwana, watoto kuwa hali ngumu ya maisha watoto kuto kusoma, magonjwa, matatizo ya familia, shida katika ndoa. kitu kwa ni kwamba mtumainie Bwana. Haleluya, mngojee Bwana. Ipo faida katika kumtumainia Bwana. Wakristo wengi wanashindwa kuwa uaminifu kwa Bwana. Wanawake ni wepesi sana kuacha Bwana, kuvunjika moyo, kuiacha imani kwa sababu mume amemwacha au ame mchumba amemkataa. Wanawake wengi ni wepesi kumwacha Bwana kwa sababu alikuwa naomba Mungu ampe mtoto hakupata mtoto kwa mwaka ule alikuwa anataraji, alikuwa naomba ndoa kupata ndoa, alikuwa naomba Mungu abadilishe mume wake mlevi, ameshindwa kubadilika. Ole kwako wewe ambaye utakuwa na maamuzi haraka, ni shida kuna wakati tunapitia mateso, sio kwa sababu Bwana ametukataa hatujuu, kwa sababu Bwana atakaone imani yako. Shida zingine ni kipimo cha imani. Haleluya! wakati umeshamwamini Bwana ulitubu ukaungama, maungamo ya kweli, ukatengeneza kwa roho na kweli, ukamkiri Bwana kuwa Mungu na mwokozi wa maisha yako, ukabatizwa, ukajawa roho Tilo ukabatizwa kwa maji mengi sio ya kikombe. Ukabatizwa kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni Mungu wetu. Na sasa hivi unaishi maisha matakatifu. Amini, Bwana amekusamea. Kama ulitubu kwa kweli bila kudanganya, amini Bwana amekusamea. Haijalishi Bwana haja kujibu, uwe na subira. Amen. Uwe na moyo wa subira. Wakristo wengi wameshindwa kuwa na moyo wa subira, meshindwa kumwamini Bwana mpaka tunamsa tunamsaliti Mungu kila wakati, kurudi nyuma, kwa sababu hatuamini Mungu anaweza akatujibu, hatuamini Mungu anaweza akatenda. Tumeshindwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu ature. Wakristo wengi tunashindwa kumwamini Mungu, ni kitu kinatia uchungu. Unaamini mume wako akikuahidi atakuletea zawadi safarini kwenda lienda, na unatumainia kabisa atakuletea lakini kumwamini Bwana kama atakupa mtoto, kama atabadilisha mme wako, kama atakupa mume, kama atakuponya, kama atakuinua siku moja, unashindwa kuamini. Unaweza kukimbilia njia ya makato, unaweza kuenda mashortcut. Bwana Yesu atonee roho, na hiyo ni ole kwako wewe, ambao unashindwa kumwamini Bwana. Haijalishi unapitia shida kali, ma depression, mtoto unamwombea abadiriki, wengine watoto wenu wamefungwa jela wengine watoto wanakuta, wanaua wazazi, wanafanya ujambazi, ukahaba, wanaleta wanaume hadi ndani ya nyumba, au ndoa za watoto kuharibika. Amini Bwana, yes re glory sana. Muamini Bwana, Bwana ngoje Bwana katika vifungo unavyofunga usiseme, Bwana mbona anisikii? Mungu mbona anijibu? Acha niachane na hivi vitu vya kuomba omba, nisije nikajisumbua bure. Hapana, amini Mungu. Mbona unaaminiaga daktari anapokuandikia madawa? Oh, kuna kadawa mama fulani ana dawa. Ukifanya hivi, mume atakupenda, atakuwa anakupa kila kitu unaamini mganga wa kienyeji kuliko hata Mungu. Ni kitu ambacho kinampa Bwana huzuni. Kesi wanadamu tumeshindwa kumwamini Mungu, tunaamini vitu vya dunia kuliko kumwamini Bwana, tunaamini wanadamu kuliko kumwamini Mungu. Bwana Yesu atuonee huruma. Mama unayepitia mawazo, uchungu, huzuni, itaje ambapo uko nalo moyoni, nataka nikuambie kama kweli unashikilia utakatifu, muamini Yesu Kristo, kama ushaga tubu kwa roho na kweli. Kwa nini nasema neno kutubu? Kwa sababu mwanzo wa mabaya yote, mwanzo wa kupitia shida ni dhambi, mwanzo wa mateso yote ni dhambi. Wasikudanganye na usifarijiwe na mahubiri, eti utabarikiwa, pokea miujiza, pokea magari, na huku ulikuwa unaishi maisha ya dhambi kabla hujaokoka, au maisha ambayo unaishi sasa hivi ni maisha ya zina. Unagangania nini wewe? Mtu mara unatembea na wanaume ovyo ovyo, binti ambaye unachezwa ovyo ovyo, na unaomba na na na Mungu, Mungu hata kujibu kwa sababu ni mzinzi, maombi yako ni kelele mbele ya macho ya Bwana. Usipotubu na kubadilika, maana maandiko matakatifu anasema kwamba aungamai dhambi zake na kuziacha atapata rehema. Inakubidi kwanza uache hiyo dhambi ya usharati. Umekuwa kama kinyesi kila mtu, umekuwa kama choo kila mtu anaingia. Huruma sana binti, kila mwanaume anaona utupu wako. Ni kitu kinatia uchungu. Hautaona so, baraka za Mungu wakati unafanya maovu na mabaya ndio maana nasema kwa wao ambao unapitia ziki shida, uchumi kuharibika, maisha unajua watoto watasomaje watakula nini? Kitu ambacho nakuambia ni kwamba ujumbe ambao niko nao mzito kwako kwa mama. Mngojee Bwana. Muujiza unakwaga unangojewa kwa maombi, kwa kufunga, kwa kuishi maisha matakatifu, maisha ya ibada, kusoma neno, kumtafuta Mungu kwa bidii. Soma Zaburi Thelathini na saba inasema kwamba tutaanza mstari wake watatu amtumainie Bwana uk... inasema untumainie Bwana ukatende mema Amen. So wakati unapitia changamoto zote, shida zote, mtumainie Bwana na ukatende alio mema. Usilipe kisasi kwa kisasi, usizingizie watu, usiishi maisha ya dhambi ya unafiki. Haleluya, Bwana Yesu atusaidie. Ukimpenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, hautakuwa mnafiki. Wengi tunaishi kanisani yake, unakuta unachukia muumini mwenzako. Hausemesha au kwake tu unasalimia mshirika mwenzako. Mwenda mbinguni mwenzako unashindwa hata kumsalimia. Uwe unaona hata uchungu kuta mtu ana biashara, shalom, shalom. Nina mtoto tofauti na hivi. Ah, hataki hata kukuulizia unaendeleaje. Miriam walipokutana na Elizabeth waliposalimiana walifurikwa na nguvu mpaka watoto wa na tumbo walicheza, lakini huko unashindwa kumsalimia hata mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Unaendeleaje? hali yako ikoje? Unashindwa hata kumuuliza habari habari za siku unaendeleaje. Ni nyuma tu shalom, shalom, amani, amani. Mwenzako labda hana amani hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna tu vitu vidogo, lakini ni muhimu sana, amen. Ninakusihi uwe na moyo wa subira kungoja muujiza wa Bwana unapofunga subiri sasa matokeo ile mfungo wako Bwana Yesu Kristo awai wala achelewe, yeye ujibu kwa wakati. Bwana Yesu atusaidie. Umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi Haleluya. Upendezwe na uaminifu haleluya. Sasa wengi hatuko uaminifu kwa Bwana. Unapokuwa mwaminifu kwa kile kidogo ambacho uko nacho, Bwana atakuzidishia, lakini kama unashindwa kuwa mwaminifu kwa hiyo machache ambayo uko nayo, je, utaweza makubwa? Bwana Yesu atusaidie sana. Os kwa sababu umemwombea mara nyingi abadiliki, wewe huyo unafunga vitu unaenda wanawake wapumbavu hawataurithi ufalme wa mbingu. Bwana Yesu atusaidie. Mume amekutukana tu kitusi, wewe huyo unakasiriko na aweza kumtukana na wewe, hauwezi ukarithi ufalme wa mbingu. Kuwa mwaminifu mpaka kufa. Je, ni nini kitakutenga na upendo wa Bwana wakati unapitia dhiki? Mtumikie Mungu, ndio wakati wa kusimama. Nitakuonesha baadhi ya video zangu ambao nikuwa ukiniona sura utaona huruma lakini nilikuwa namtumikia Bwana na uchungu na huzuni na mateso, afya kuharibika, mwili kuchafuka, sikuwache. Ndo wakati nilisimama, rebosenlaisemele glori. Ndo wakati nilisimama kumtafuta Bwana wakati wa shida, wakati unaona mambo ni mazito, familia imekukataa, unazingiziwa mambo mazito, unatukana, unatengwa pasipokosa unachukiwa na majira, marafiki wako wale ulikuwa nao unawaona ni waume wanakukata, ndugu zako wanaanza kukucheka juu ya vitambaa, juu ya mavazi, wanakuona ufai tena. Kwenye familia unaweza kuonekana mtu usiyokuwa samani, unadharauliwa. Ndio wakati wewe unapaswa kusimama kwa bidii kumtafuta Mungu, maana hakuna mtu yoyote uliza, hata wazee wale kutaniwa mbele yetu kwenye kazi ya Bwana. Haleluya! Uliza wazee wote watumishi wa Mungu aliopiga njili ya kweli ambao wameshasonga mbele ambao wako mbali huko. Haleluya. Hakuna mbali mtumainia Bwana akaibika. Hakuna la mbana anamtumikiaga Mungu akajuta. Hakuna ga majuta kwenye kazi ya Bwana. Hakuna mata kuambia wakati za kumtumikia Mungu nimeona kabisa maisha yangu yameharibika. Hayupo. Ila kila mtu atakwambia wakati anaanza kumtumikia Bwana ndio vita vinaanza kuinuka. Yes, vita vya kirondo vinasimamaga. Rafiki atakutenga ambaye ulikuwa unapenda na alikuwa anakupenda, ndugu wa karibu atakukataa. Hata wazazi watakukataa, wataka kutukana, wachao ndo watainuka, wa kila aina. Nilikuwa na shanga, nilikuwa na shanga wakati nilipokea roho wa Bwana na kuomba sana, ndo nilikuwa na, hata wachao wanakuja kuniataki tena, wamama mama wazima. Vita vilikuwa sio kwa kawaida, lakini sikukata tamaa, nami ninakuambia mama, usikate tamaa. Japo mtoto wako leo anapitia shida, amefungwa huko kwa sababu ya tabia zake mbaya, usikate tamaa japo watoto wako ndoa zao zinaharibika, watoto wanapitia mateso, wana binti zako hawaolewe, usikate tamaa, ng'ang'ania wokovu huo. Ndio wakati wa kumtafuta Bwana nagesi, dunia imechafuka, una mauaji katika ulimwengu. Hii ni wakati wa kusimama. Bwana anaendelea kusema tu, ombe ziki itakuwa ku shida, itakuwa mambo mengi yataibuka ya hatari, damu nyingi bado itamwagika Mateso bado yataendelea, njaa itakuwa nyingi ulimwenguni, lakini huu sio wakati wa sisi kukua na usuni na uchungu. Huu ni wakati wa sisi kusimama kumtafuta Bwana. Huu ni wakati wa sisi kusimama katika maombi. Wa mama wako wapi? Wa mama watakao omboleza katika kuomba wako wapi? Wa mama watakao kulia pamoja na wa, pamoja na Bwana. Haleluya. Utakapotunza utakatifu, utakapoishi maisha matakatifu, utakapomsubiria Bwana, utaketi pamoja naye. Parapani talia, utanyakuliwa. Usijichafue. Usiingie kwenye maandamano hayo ya, ya, ya, watu ambao wamjui Mungu. Usijichanganye na watu wa ulimwengu. Wewe simama katika zamu kumtafuta uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hata pia mezali. Haleluya. Tutakwenda kusoma mezali katika jina la Yesu Kristo. Ha? Kitabu ambacho kinatuonya ambacho kina maonyo ya ajabu sana. Mezali nane na mstari wake wa kumi na saba. Inasema kwamba nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Bwana anapenda wale wanaompenda ndugu yangu. Mungu ni Mungu wa watu wote, alituumba sote. Lakinu, wali, wali kwa sura yake na mfano wake. Haleluya. Lakini huwa anabariki wale wale wanaompenda kwanza. Na inabidi kwanza umpende Mungu na umtafute kwa bidii ili uone baraka zake. Sasa wengi watu unakata tamaa njiani. Unakuta tu ni kama kaka mmoja uliomba unavunjika moyo wewe huyo unajiingiza mambo ya michiriko ya wanawake au wapenda wapenda wapenda masombe wanawake, wapenda wapenda kukata viuno wanawake walevi, unaenda kujichanganya nao, kwa sababu uliomba mwaka mmoja ukujibiwa, unarudi kwenye matopi, kwenye mama makeup, unarudi kwenye vimawigi kwa sababu mume amekataa kurudi, ambaye alikotoroka. Unaamua ujichafue na masuruali, labda mume atarudi, ndoarudi yake kabisa na unampoteza mazima. Bwana Yesu atusaidie sana. Mgoje Bwana, heshima yako inakuja. Bwana anaheshimishaga wale wanao muheshimu kwanza. Bwana atakubariki na atakuonekania wakati unampenda Mungu. Wengi wetu tunamsaliti Bwana kwa sababu hatumpendi. Mume ambao unampenda uweze ukamsaliti kama. Haijalishi amesafiri, ameenda huko miaka kumi. Wako wanawake ambao wale, wamezao waliwahi kuwaacha na watoto, wakaenda huko miaka tano, sita hadi kumi lakini huyo mwanamke, kwa sababu ya upendo, anapenda mume wake, anaheshimu ndoa yake, hakuwahi kutoka nje ya ndoa, hali subiri mume wake mpaka arudi. Amen, wako wana kitana ni wengi sana. Haleluya, mama zetu walikuwa wali nasubiri wa baba zetu, wakati wanasafiri huko, wanakuwa waaminifu wakijitunza. Amen. Sasa wewe unamwamini mwanadamu, lakini unashindwa ku, kuwa kuwa mwaminifu kwa Mungu aliyekuumba, anayekupa pumuzi na uzima na uhai wa bure unashindwa kumshukuru, unashindwa kumuomba. Wakati unaona ziki tabu maumivu moyoni, unaona mateso yameongezeka, mume ndo macho nje, amecharuka kuzaa nje ya ndoa, ni wakati wa kujitoa kwenye kazi ya Bwana wale sio kwa kawaida. Ndio wakati uombe sana, umsifu Mungu sana, mtukuze Mungu sana. Unakutaka mwanamume naye anashangaa, mtu ninamsaliti nimeza nje ya ndoa, simu zake manguo simu fanyagi kitu huko ndani nyuma, nakulipia tu nyumba lakini ni mwanamke amejaa furaha, amani, hanipigi vita. Huyu ni mwanamke gani? Mwanaume anaanza kujiuliza maswali ya ajabu, anakuwa sehemu, mtu atachanganikiwa. Nawe simama katika zamu, usilielie huyu. Ni wakati wa kumtafuta Mungu kwa maombi na kwa bidii. Haleluya na wapenda, wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Ukimtafuta Mungu kwa bidii kwa kuomba, kwa kukesha, kwa kusoma neno, kwa kupenda ibada, kwa kutenda yaliyo mema, utaona mkono wa Bwana. Usijiunganishe pamoja na wanawake vilala hoi, wanawake ambao hawajui kesho watakuwa wapi, wanawake ambao wajui kama parapande ipo siku itapigwa. Usio miongoni wa marafiki ya wauni, usiwe mama wa marafiki wa mama ambaye unaongea maneno ya zina kila siku, maneno machafu machafu nani kinywa chako ya tendo la ndoa kila siku, mashauri yako ma ma semi yako kazini ni kuhusu tu vya wanaume na hukuni ya ndoa. Unaweka wapi atima maisha yako? Mazungumzo yako tu ni vya wanaume wanaume, kuliko utafakari mambo ya mbinguni, utafakari kuhusu neno la Mungu, utafakari kuhusu maisha yako, kuhusu uzao wako. Una watoto wagonjwa, watoto wamechanganyikiwa, wame watoto akili ziko nyuma, watoto waendelee shuleni vizuri, watoto waolewe, watoto wana, wakitokwa na damu maumivu Una binti ambaye ameolewa, azai nini? Ufanye mama chukua hatua ya maombi, anza kumtafuta Bwana. Mume anashindwa kubadilika kwake, mara leo aache pombe, kesho tena aanze. Ni wakati wa kuomba, sio wakati wewe sana ujichanganye na mambo ya TikTok. Wengi wanakuwa wanaenda ku TikTok, tena anajifariji, ndio naye anaanza kuposti, naye anaanza kucheza cheza. Mume amekuacha, sio wakati wako wewe kutaka saa kumuonesha eti unapendeza na wewe ah. Ni wakati wewe kushuka kwenye magoti, utafute Bwana. Sio akata kutafuta wanaume wengine kwenye mitandao hapana. Eti mkomeshe mume wako utalia na mbingu utakosa. Utakosa mume na mbingu ukiishi maisha kulitaka kulipiza kisasi. Kisasi ni cha Mungu peke yake. Wewe unataka kujua nani ameroga watoto wangu? Wewe wewe, unaanza kutuma hela kwa wafumu. Ole kwako, maana mbingu hautaiona kama na wafumu nao, ni wachawi, watakwambia maneno ya uongo yanakuletea chuki kwa familia lakini Mungu anaufunuaga vilivyo vya kweli, na atakupa amani ya moyoni, hata ujue ni huyu ale, ni huyu mtoto, ni huyu anayenitesa. Hautalipiza kisasi, utaendelea kumuita. Bwana mwenyewe atashusha maskari wake, atashusha jeshi lake la mbinguni, ambalo litakwenda kuwataki au wachawi kwa jina la Yesu. Haleluya, sante Bwana kwa upendo wako cha maneno haya. Mungu yengine na mama huyu ambaye anapitia uchungu Mama huyu ambaye anapitia mateso, amekulilia sana, amekutafuta sana Bwana, lakini bado hajaona matokeo, bado hajaona majibu, bado hajakuona. Yesu mkumbuke, Bwana umguse, Bwana umbadilishe. Dada huyu ambaye anapenda kubadilika, anataka kuacha dhambi ya uzinzi lakini anashindwa, Mungu msaidie kwa jina la Yesu. Saidia dada huyu ambaye ni mlevi. Saidia mama huyu ambaye amegangana na mama mafuta ya kukrima kuchubua ngozi, upate kumbadilisha, akutafute na akupende Bwana katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kushukuru Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ubarikiwa sana na Mungu akusaidie Amen. Bwana Yesu ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa rehema, alinifungua kaniponya kwa sababu nilimtumainia, kwa sababu nilingojea muujiza wangu. Na we mtumainie Bwana, subiria muujiza wako, usiwe na papara, usiwe na papara, msubirie Bwana. Tazama gisi nilivyokuwa pia kuonesha na mavideo uone, lakini nilimtumainia Bwana, nikajitoa kwenye kazi ya Bwana, nikamtumikia Mungu kwa bidii kwa kuzofika. Nilijitoa, nilikuwa nafanya so, mara mwili nakuja ma unaenda ninapata afya ninazofika, lakini Yesu aliniponya. Aleluya. Naye alipomwona alipowaona makutano, alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia akafumbua kinywa chake. Yesu akafumbua kinywa chake.